Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa kumi na tatu tumesikia ya kwamba upendo wa kweli ni upendo ambao unavumilia. Upendo wa kweli ni upendo ambao, uh, haujivuni. Upendo wa kweli ni upendo ambao, uh, hauna kiburi, hauharas. Mtu kama unampenda cha ukweli, hata wakati ambapo ana shida utaatendi katika shida yake utasimama na yeye. Hebu pata shida, wale watu wanakuandikia na tutetiki na saa era tu era tu era tu uh, hoi. Kuna mtu mmoja nilimwambia ni anasemanga yeye ni best yangu number 1. Nikamwambia niko uh, na kashida kidogo, ah, na nikamueleza ile shida nilikuwa naye na ilikuwa agent, na nikamuomba pesa kidogo tu a, a, a good amount kidogo tu na nilijua ako naye, lakini wakati nilimwambia hivyo, akaniambia nitakupigia nitakupigia tu saa hivi, but from that time alirudi kumaliza mwezi hajawaishika simu yangu <laughs> na aja, haja hajawai nipigia na alikuwa amezoea kunipigia kila siku, lakini alimaliza mwezi. Shida ni gani? Alikuwa na pretend yeye ni bestie, lakini wakati wa shida yeye si bestie. Yeah, ni beste wakati tunakula nyama. Yeah, ni beste wakati ambapo ninamuita kuja tukunywe kasoda hapa nimenunua, lakini wakati ambapo niko kwa katika shida yeye yeah, yeah, sio beste. Hata kuna Wakristo ambao wanasema wa mimi ni pasta wao, lakini wacha nipata shida, ndio ninajua kweli ule si, ule si mshirika ule si mshirika <laughs> siku ambayo utakuta utapatana na kashida, ndio utajua kama kuna mabesti. Kuja unikute, utakuta mimi ama true friend ama true friend tu eh, hey. Hata kama sitaweza kukusaidia na njia kubwa, lakini nitakupa ile upendo na, na, na, na support ambayo nitapa, nitakuwa available that day. Upendo wa kweli sio wale ambao wanafiki, mmekutana kwa stage Bwana Yesu asifiwe. Uh, mmekutana kwa stage na dakika tano, ameanza kukwambia anahitaji favor. anahitaji kununuliwa gas, anahitaji kununuliwa eh, nywele zilzile huku, na ni dakika tano tu mmekutana, ni dakika tano tu. Ama hata kuna kuna kuna mtu ambaye mumependana hata miezi, hata miaka, lakini wakati ambapo umepata tu kashida tu kidogo, unakuta huyo mtu amekuhepa na amekuhepa kabisa. That is not a true love. Upendo wa kweli sio huo ambao unasurutisha na kulazimisha, eh, bibi yako ama bwana yako afanye kitu ati ndio ujue kweli kuna upendo. No, upendo wa kweli ni ule ambao anajitolea yeye, unakuta ni yeye ame jire, ameleta haujamwambia lakini yeye alipenda na akakuletea. Bwana Yesu atukuzwe. mwadhani ya waswo, Bwana Yesu asifiwe. E, upendo wa kweli ni kama huu wa Mungu, na kama wewe haupendi wanadamu wenzako, usiseme ya kwamba unamjua Mungu ama unampenda Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo na wale ambao hawapendani hawamjui Mungu. Hebu uh, ebu, tuendelee na verse Tulikuwa tumefika verse 6. Acha nikusomee verse 6 katika hiyo Biblia ya Kiswahili. Verse 6: upendo haufurahi na udhalimu, bali unafurahi pamoja na kweli. Verse 7: upendo huvumilia yote, huamini yote, upendo huamini yote hustahimili uh, yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali upendo uh, wapo unabii utakabali Uta... oh, katika unabii utabatilika, ziwapo lugha zitakoma, yakiwapo Ye... maarifa yatabatilika. Bwana Yesu atukuzwe. Upendo ambao Paul anaongea juu yake katika Wakorintho ni upendo ambao ni wa kweli, mtu ambaye anakupenda cha ukweli. Naomba wa Kristo tuwe na huu upendo ambao tutamshikilia mwenzetu, ambao mwenzetu akiwa chini sisi wote tunafanya harambee ya kumwinua. Ni upendo ambao unavumilia, ni upendo ambao akikuja kujiongea kwako na kukwambia niko chini, nivumilie, unamvumilia. Lakini sio huo upendo wa kupeleka mtu marathon bio bio bio bio. Ah, huo sio upendo. Upendo tumeambiwa unavumilia, kwa sababu alikuambia umgoje next week ndio atakutumia hiyo 1000 na imepita. Akijaribu kukuja kujiexplain kwako na kukwambia, sikufanikiwa, nivumilie another 3 days, unagoroka kugoroka na kumwambia turatiganira haha, na sitaki stori yako, na sitaki mambo yako. Huo sio upendo, tumesema upendo wa kweli sio wa kufanya mwingine ATM. Bwana Yesu asifiwe! Upendo wa kweli sio wa kutumia mwingine bila unataka ah. Biblia imesema ati sio wa kujifurahisha wewe na hutaki mwingine afurahi, inakuwa tu ni wewe na ni wewe na ni wewe, mwingine no lakini ni wewe ni wewe na ni wewe na ni wewe, huo sio upendo. Bwana Yesu atukuzwe eh. Kuna watu ambao wanataka kulazimisha wengine akuje fellowship kwake, lakini yeye hahedhaji fellowship kwa mtu mwingine, lakini ile siku ambayo fellowship iko kwangu lazima ukuje na mimi. Siku ile ilikuwa kwako, kwa siku kuja na utaki nijiripishie o, kujiripishia ni vibaya <laughs> lakini kuna mtu ambaye anataka yeye tu yeye tu aone asaidiwe. Kuna mtu ambaye yuko hapa kanisani, wakati ambapo ako na shida anataka pasta amobilize kila mtu asimame na yeye. Lakini ukichunguza, yeye hakusimama na fulani, yeye hakusimama na fulani, yeye hakusimama na fulani, lakini analazimisha na anachukua msimamo mkali sana na naenda akisema hiyo kanisa ni mbaya hiyo pasta, hata hawezi saidia mtu, hakunisaidia wakati ambapo nilikuwa kwa shida. Huo sio upendo. Upendo wa kweli si kama huu ambao uko katika kitabu uh, cha Judges chapter number 14, uh, kuendelea pale kitabu cha Judges. Upendo wa kweli eh, tunaongea juu ya tunaongea juu ya upendo wa kweli katika Judges chapter number 14, utampata kuna msichana mmoja ambaye Samson alim, alimpenda. Samson kweli alipenda huyu msichana, lakini huyu msichana hakuwa anapenda Samson, alikuwa ameteka advantage. Na kwa sababu haka kamutu kamelikufia kabisa kila kitu, nikisema kanafanya, akateka advantage Samson, baka akatoa siri ambazo hakufaa kutoa kwa sababu ati huyu msichana alimwonyesha baka, anamwambia hata ukitaka nikurambe, na kiramba na namuramba kabisa, kama tule tu. Bwana Yesu atukuzwe. Kama tule tusichana ambao tuliimbiwa na wainaina wa kiadege, nawambia, mimi nasikilizaa yote wakati ambapo bonus imetoka ya kahawa bonus ya ya, ya pyrethium na ile ingine ya, ya maziwa ikitoka, wazee wanahama nyumbani, wanaenda center, wanakuta tumrembo, tumlembo, tumlembo ambao tunawaonyesha ni kumpenda. Mzee anafikiria ni kupendwa, mpaka anasahau mama nyumbani na watoto na kila kitu, lakini si kupendwa ati ana rambo wa kihara. Unajua, mzee hapa hivi pana shaini kushaini, ana rambo mzee. mm, mm, mm. Mpaka ati anajimwagia mate kwa shati, shati inakuwa maji, anajimwagia hivi si, lakini anarambwa na saa hiyo mifu, mikono iko kwa mifuko, kwa mifuko mzee hata amefunga macho akifikiria ni kupendwa, anapendwa. Lakini anarudi anakuta hana chochote. Huo sio upendo, hiyo <laughs> ni kufanya mwingine ATM tunarudi tu pale kwa ATM <laughs> eh, Musa anarudi je, anaanza kusema ni Kenya ajari, wewe ni Kenya ajari, ni Kenya ajari, ni Kenya ajari. Lakini ni yeye alijidanganya ya kwamba anapendwa, lakini si kupendwa. Alikuwa anapendwa alikuwa anadanganyiriwa atolewe kila kitu kila kitu, mifuko inatolewa kila kitu, anabaki empty saa hizo Wakati ambapo hiyo pesa inaisha, anarushiwa vitu zake na kabeba bagije kwa hala kabisa. Anajaribu kusema si ni wewe jana uliniambia i love you nani? Si ni wewe jana ulikuwa unaniita babe nani nini? Hey, kama ule ule upendo wa unafiki, kuna wasichana wengi ambao wamedanganywa na vijana ati ati ninakupenda, nikikuona my heart goes paragasha, maisha yangu inasimama

kwa sababu alijidanganya ati ni upendo. Mimi nimewahi witness wasichana wengi ambao wanaimba kwa kwaya kanisa. Unaona, kijana amekuja na anaanza ku, kila siku anakuja anaanza kusonga hapa, anakuja anaimba na yeye, msichana anafikiria huyu kijana ameokoka, huyu ni mkristo kabii. Lakini huyu kijana hakukuja kanisa kwa sababu wana, a, anapenda Mungu, ni kwa sababu aliona kasichana karembo karembo kani kanisa, na anajifanya kabisa, ana pretend kabisa yeye ni Mkristo ameokoka kabisa hapa, lakini alikuwa na mission ya kukujia kasichana. Akikawini tu hivi hii amutamuona kanisa tena, amejiendea. Kwa sababu huo sio upendo wa kweli alikuwa nao juu ya huyo msichana, alikuwa na upendo wa unafiki. Tunaongea juu ya upendo wa kweli, upendo ambao unavumilia. Kama kweli anapenda ana huyu msichana cha ukweli, avumilie. Kama yule niliwaambia the other time, ah, kitambo, nyumba za kitambo hazikuwa kama hizi zenye tunajenga sasa za mabati. Za kitambo zilikuwa za nyasi. Nani anajua hiyo ya kitambo ilikuwa ya nyasi? Sasa, Uh, kuna kijana mmoja aliona msichana ameokoka sana. Huyu msichana ni muombezi namba moja. Anatafuta uso wa Mungu. Kabisa. Sasa huyu kijana akakuja akatoa nyasi pole pole. Unajua nyasi haipigi kelele. Unajua bati itapiga kelele. Nyasi anatoa pole pole pole pole. Alikuwa na torch. Torch kubwa sana. Akajua bedroom ya huyu msichana iko pande hii sasa. Akatoa nyasi Aliakisha hiyo kitochi mara moja, akasema "Waheto, Waheto, maombi yako nimeyajibu leo. Mimi ni Bwana Mungu wako, na kesho kuna kijana nitakutumia. Yule atakuja na shati ya red na kusalimia habari Waheto, huyo ndio atakuwa bwana yako. Ni mimi Mungu nimesema." na akazima tochi, akarudisha nyasi pole pole. <laughs> Na kaya ni huyo ya huyo kijana huyo. Huyo ya huyo, huyo. Na kesho, waheto wakienda duka, anakutana na kijana hako na shati ya redi anabamu. <laughs> He, eh, anamwambia. Habari yako waheto. He, eh? Waheto anakumbuka, ana flashback. Mungu alisema yule kijana atasema habari yako waheto, ni huyo. Woi, <laughs> <laughs> <laughs> dakika ya e mwisho anarudi kugundua Kijana hakuwa ameokoka. Alikuwa anatafuta mbinu ya kumui wa hito. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wameanguka kwa mtego wa kudanganywa, watu wanapendwa. Kuna mmoja ambaye ninajua na labda anani watch. Alidanganywa na mwanaume mwingine, akaambiwa hivi. Yeye alikuwa aredi. Na si redi mdogo, ni redi ambaye amekomaa. Ni lika yangu hapo hivyo. Mwenye unaweza fikiria hata hawezi ingia kwa mtego haraka. Akaambiwa na jamaa fulani, mimi nimesha kukufia, nimekupenda kabisa, na mi nataka tuhame, atukai hapa Riverside, uza kila kitu yenye uko naye alafu tuhame. Akauza ng'ombe, akauza kila kitu, akauza, wakahama, wakaeta town. Kufika pale town anaonyesha mapenzi, anaambiwa kama kweli nanipenda, niambie ni, ni namba ya pini yako ya ya, ya, ya bank he. Na huyu my sister alikuwa na kakitu pale kwa bank. Akasema yote. My lovely husband. Ah, kama kweli ulinitoa leshaji ukanileta hapa town. Nitakuambia siri sote. <laughs> Alirudi akashangaa. Akakuta huyu jamaa hata haitaki ile jina anaishi kumuita. Ameshaenda kwa bank. Ametoa pesa zote kila kitu. Bank account kwa empty. Imemrushia ka message inamwambia, umesha withdraw everything everything. Haya, kukuja nyumbani, anakuta hakuna kitu. Jamaa ashatoa, baka yenye ilikuwa M-Pesa ametoa, yenye ilikuwa bank ametoa, na anaikia nyasi na amezima simu, na hata haitanzu hii nyanya anajitanga. My sister aliumia sana sana sana, sana. Na hata waleo nadhani ajahiri Bwana Yesu asifiwe yeye alianguka kwa mtego akifikiria anapendwa na huyu mtu ananipenda upendo wa kweli lakini kumbe alikuwa amekuja kunifanya ATM yake ametajirika na ameondoka huyu Samson alikuja kugundua Delaila hakuwa ananipenda baada ya Samson kutolewa hata macho ameteswa ame ameumizwa anadhihakiwa anachekelewa na Wafilisti. Kumbe Delaila alikuwa ametumwa. Unaweza tumiwa mtu ukifikiria ni kupendwa, unapendwa kumbe ni kutumwa. Alitu, Delaila alikuwa ametumwa na Wafilisti akakuja kwa Samson na kumbe hakuwa na upendo wa kweli. Turudi pale kwa John, ndio tuombe kwa maana jinsi hii. Hebu rudia tusikie tena. Ati ni nini upendo wa kweli? Delaila hakuwa na upendo wa kweli, lakini Mungu alikuwa na upendo wa kweli kwetu. Saa hivi tuko Ista, ati Mungu alitupenda akatoa mwanawe Hatukumsurutisha, hatukumlazimisha, ni kupenda kwake akatoa. Na wewe gojea, huyo mwenye anasema anakupenda atoe kwa kupenda. Usimwambie ni lazima uninunulie simu ya 200,000 ndio unijua unanipenda, ni lazima uninunulie kaprot ndio unijua unanipenda. No, wacha anunue kaprot kwa kupenda kwake juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Asikie kabisa anakupenda mpaka atoe prot, lakini usiende kumwambia kama ni wewe ulimwambia. Halafu narudi unaenda kusema kwa kijiji mzima, tumesikia Paulo akisema upendo hauna hiyo kiburi, unaenda kunyamazisha watu, ananipenda, ananipenda sha ukweli. Uh, kuna, kuna wasanii kadhaa ambao wanajulikana Kenya hii na kila siku wamekuwa wakituonyesha ati wanapendana, wananunuliana gari, sijui wananunuliana nyumba, wananunuliana hiyo ya kuonyesha ulimwengu. Hiyo sio upendo. Fanya kitu, fanya kitu huyo ambaye unampenda ajue kweli anapendwa, lakini sikutangazia dunia. Hiyo ya kutangazia dunia ni kukuwa proud. Na tumeambiwa Love is not being proud, natumeambia Bwana Yesu tukuzwe. Nataka tusimame tuingia kwa maombi, lakini enda ukitafakari ukijiuliza: Je, mimi napenda watu upendo wa kweli huu upendo ambao huwa ninasema ninawapenda? Nina siku yenye shida itakuja, bado nitaendelea kuwapenda ama nitawatorokea? Kuna watu ambao wana claim wanakupenda, lakini shida ikikuja, wanakuhepa na wanakutorokea kabisa. Tusimame, tusimame watu wa Mungu. Ati upendo haupungui neno lolote, upendo unavumilia, upendo haujivuni, upendo unabebeana mizigo, ati upendo haweki record of wrongs. Ati mtu anakileima na kupenda lakini ukimesikia kidogo hivi anaanza kukukumbusha 2023, tarehe tano Januari ulikuwa ulinikaisha stage ah, 2024, eh, tarehe 12 mwezi wa tano ulikuwa umesema utalitumia pesa na haukutuma eh, usifikirie nilisahau na 2024. Hiyo sio upendo. Hiyo sio upendo wa kweli. Upendo wa kweli hauweki record of wrongs. Hauweki hiyo ka record, mpaka anakumbuka mpaka time, mpaka mpaka second ilikuwa second gap ha, hiyo sio upendo. Upendo wa kweli ni kama ule wa Mungu aliupenda ulimwengu akatoa mwanawe. Praise God, wacha na sisi tupendane, upendo ambao ni wa, wa kweli. Usihesabu siku ile ingine, ati alikuwa na shida, ulisimama na yeye tena leo amerudi, ukianza makelele huo sio upendo, na umeharibu hata ile yenye ulikuwa umemsaidia ya mbele ya mbele. Nataka tuingie kwa maombi, kila mmoja aweze kuinua sauti yake mbele za Bwana. Tumwambie Baba Mungu tuhurumie, Baba tuhurumie katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu ni mwaminifu, anaweza kutenda, anaweza kukuinua anaweza kukuinua. Hata wale ambao wako online, naomba ya kwamba uweze kuchukua tu nafasi ya kwenda mbele za Bwana, mwambie Baba, nisaidie, niwe na upendo ambao hauna unafiki, niwe na upendo wa kweli, niwe na upendo ambao unabebeana mizigo, niwe na upendo ambao ni kama ule wa Mungu wa mbinguni, ambaye anajitoa hata kabla hajaambiwa niwe na upendo ambao nitasimama na wale ambao huwa ninakili, ninawapenda, nina ninasimama na wao katika taabu zao, katika shida zao, nawainua wakati ambao wako wanyonge, wakati ambao wako chini, ninasimama na wao, nawainua katika jina la Yesu Kristo. Niwe na upendo ambao hey, ni, ni wa kweli, sio upendo ule wa kukuja, uh, nikumalize jinsi ambavyo Delila alimumaliza Samson, akijifanya ni kumpenda, anampenda lakini, kumbe alikuwa ametumwa awe aje amumalize. Wacha Mungu atusaidie, wacha Mungu atusaidie, tuwe na upendo wa kweli katika jina la Yesu Kristo. Tuwe na upendo ambao hata saa nane ya usiku yule ambao unaklaim unampenda, akikuhitaji hata hayo masaa ya usiku, unaweza kupatikana, unaweza shika simu yake U, upendo ambao kuna wakati ambapo mtu ayuko katika hitaji, unasimama naye, unachukua simu yake, una- unakimbia, unamwatenda katika haja yake, katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu atatuinua viwango vipya, in the mighty name of Jesus. Nina nena maneno haya ili uweze kuchukua nafasi yako, inua sauti yako mbele za Bwana. sisikii watu wakiita Mungu wao kwa sababu ya kuwashushia upendo wa kweli. Wakati huu wa Ista, tuwe na upendo ambao tunasimama na wenzetu, tunawajali wenzetu, tunawa, tunagawana zi, zi, zile ambazo tunazo pamoja na wenzetu katika jina la Yesu. Tumwambie Baba, Baba ninakuhitaji, ninakuhitaji ili upendo wangu uwe ni upendo wa kweli, niweze kusimama na ndugu zangu, niweze kusimama na Wakristo wenzangu. Wakati ambapo watu wako chini, ninawainua katika jina la Yesu. Na Mungu wetu ni mwaminifu, atakutendea, atakuinua, atakubariki katika jina la Yesu Kristo atakuinua katika jina la Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu, yeye ni mwema, yeye ni Mungu wa ahadi, yeye ye ni Mungu anayetenda. In the mighty name of Jesus yeye ni Mungu anayetenda katika jina la Yesu Kristo. Oh, Baba wa rehema na Mungu wetu, tunakuita kwa sababu ya upendo, tuna tamani kuwa na upendo kama ule wa Mungu, upendo unaowajali wenzetu, upendo ambao unawabebea wengine mizigo, in the name of Jesus. Siku nyingi Baba tulidanganyana ya kwamba tunapendana, lakini Baba wakati ambapo tabu zilipokuja, tunakuwa -tuna maadui wakati tabu zinapokuja, wakati mwingine anapokuwa ini si, tukamtoa nguo, tukamchekelea, tukampiga, tukamwonyesha aibu. Katika jina la Yesu tunanyenyekea mchana wa leo, tukiomba Baba utupe upendo wa kweli, utupe upendo kama ule ambao wewe mwenyewe unademonstrate kwa ulimwengu, ya kwamba ni upendo ambao una sacrifice chochote kile ambacho tunacho tuna sacrifice kwa sababu ya wale ambao tunawapenda. Barika jina la wa Yesu Kristo. Baba shuka mchana wa siku ya leo, Kristo shuka mchana wa siku ya leo, Kristo shuka mchana wa siku ya leo hemda. Oh, tenda mambo makubwa Baba, tenda mambo makubwa Baba, tenda mambo makubwa Baba, kwa sababu ya wapendwa hawa, kwa sababu ya Wakristo hawa, kwa sababu ya wadogo hawa, ni naomba ya kwamba Baba ushuke na upendo wako kwao, wajaze na huo upendo wako hemndamaitenemo maka yandaramazika maka yandaramazika maka yandaramazika. Baba shuka na upendo wako kwa watu wako, wakirimie huo upendo, wape moyo wa kubebeana mizigo, wape moyo wa kujali mmoja na mwingine. In the mighty name of Jesus. Wele ni Mungu nayetenda, tunaamini ya kwamba utatenda, tunaamini ya kwamba baba utatenda, kila mmoja wetu, Mungu wetu utatenda, katika jina la Yesu. Uko katika ibada ya siku ya leo na ungependa niombe pamoja na wewe, labda kuna mahali ambapo unaona upendo wako umepungua, inua tu mkono wako, ni kuombee mahali popote ulipo. Hata sitakwambia uje hapa, na Mungu atakutembelea. Baba atakutembelea. Maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo tena. Utapokea upendo wa kweli. Utasimama na watu wa Mungu, utawatetea watu wa Mungu, utawajali watu wa Mungu. In the mighty name of Jesus. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, tazama mikono zilizoinuliwa mbele za uso wako, shuka kwao na upendo wa ajabu shuka kwao na upendo wa kuwajali wengine, shuka na upendo wa kusakrifisi kwa sababu ya wengine. In the mighty name of Jesus, receive whatever you want before the Lord. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. Amen. Amen. Labda kuna yule ambaye ni mgonjwa uko katika ibada ya siku ya leo, hata kama uko mbali na uko ama uko hapa Burnt Forest, uko hapa, hapa kanisani na kuna mahali ambapo shetani amekutesa kwa mwili wako, shetani amekuletea magonjwa umeteseka Nataka nitangaze kuanzia dakika hii, hayo magonjwa yanakauka katika jina la Yesu Kristo, na kutangazia uponyaji wako in the mighty name of Jesus Christ, receive your healing. Pokea uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Oh, haya maisha ya kuteseka, maisha ya magonjwa yamekauka na yamefika mwisho, kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, tembea na amani yako. Wacha Mungu akutetee na wewe umtolee dhabihu yako ya shukrani. Nataka tu, tutoe sadaka zetu mbele za Mungu. Nataka tutoe sadaka zetu mbele za Mungu. Kila mmoja aweze kushika sadaka yake, hata wale ambao wako mbali. Kama unataka kutoa sadaka yako kupitia kwa Mpesa, unaweza fanya hivyo katika 0740, 0740, 93110789311078 9311 tuombe kwa sababu ya sadaka, tuombe kwa sababu ya dhabihu zetu, na najua ya kwamba Mungu atatenda. Mfalme wa wafalme na Mungu wetu, katika jina la Yesu, mbele zako tumekuja na dhabihu zetu. Ninatangaza ya kwamba hizi dhabihu zitakuwa kumbukumbu mbele za uso wako Bwana kuanzia dakika hii, ili zituondolee magonjwa. Dhabihu hizi ninaomba ziwe kumbukumbu, ili mpande wa pande zituondolee hasara ya kila aina, hasara kwa biashara zetu, hasara kwa mashamba yetu, nimei cancel us from now, katika jina la Yesu Kristo ninatangaza ukuu wa Mungu juu ya biashara, juu ya kazi zinazozifanya wale ambao wameajiriwa. Baba, wape uh, security ya kazi yao kupitia kwa dhabihu hizi, katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao hawana kazi, natangaza ya kwamba Mungu anafungua nafasi za kazi kuanzia leo, na watakuwa na dhabihu za shukrani Kuanzia sasa mbele za uso wa Mungu, wakisema ni asante ya kwa yale Mungu ametenda jinani mwake Kristo Bwana. Tumeomba kwa imani, amen amen. God God bless you. God bless you amen. Tutoe sadaka, naendelea kusema wale ambao wanatoa kwa mpesa, kwa mpesa ni 0740 810 9311 0740 810